Na hisia mseto zimeendelea kutolewa kuhusiana na kukamilika kwa kesi iliyokuwa ikimkabili naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang. Aidha, swala la kuondoa Kenya katika mahakama ya ICC limeendelea kuangaziwa. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei anaarifu. Kukamilika kwa kesi iliyokuwa inamkabili naibu wa rais William Ruto pamoja na mwanahabari Joshua Sang imeendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa viongozi wa kaunti ya Uasin Gishu na kaunti jirani wanakata densi kwa hisani ya tajriba na wadhifa wao, pengine ni ishara ya kutocheza ngoma ya utengano tena. Viongozi hao kutoka kaunti ya Wasingishu na kaunti jirani walibanana hapa katika eneo la Ngenyilel, kaunti ya Wasingishu, ili kutia dua kwa kile walichokitaja kama miujiza ya Mungu. Sisi tunafurahi kwa sababu taifa la Kenya sasa tunaweza songa mbele bila kuangalia nyuma ya muhimu sasa kwenda mbele kama taifa, lazima tuweke mikakati zetu za kuweka Wakenya pamoja na pia kuweka siasa mpya ambayo inaruhusu kila mtu taifa hili la Kenya awe huru kufanya siasa yake mahali popote pale na nisikia maombi yetu, kwa sababu mheshimiwa naibu wa rais pia ni mcha Mungu. Wale wanajua historia yake, wanajua kwamba alikuwa kwa Christian Union, na wakati wameteuliwa na mheshimiwa rais walienda wakanyenyekea kwa Mungu, wakapiga magoti na wakaomba. Na na na na wakaomba, mimi nilijua kwa faith yangu kwamba Mungu angesimama na yeye na yeye na atasimama na yeye. Kwa hivyo tumekuja hapa kuhakikisha kwamba ile furaha ilikuwa katika Kenya mzima, hata Bungoma tulikuwa na hiyo furaha miaka sita kwenda he, kila asubuhi kukaa mwezi moja, kukaa wiki moja. Hatimaye alipoongea akaambia taifa la Kenya kwamba ninawasamea wote, it is the powerful message from a powerful person. Huku swala la ICC likiendelea kuwa gumzo ya mbali na karibu, swala la kuondoka katika mahakama ICC lilizua joto miongoni mwa wabunge, huku kila mwamba ngoma kivuta upande wake. it is so dangerous for an MP kusimama anasema, tutoke kule, kwa hiyo mahakama ya ICC Kenya ijito ijitoe. Leo mna rais mzuri Uhuru, kesho mtakuwa na rais mzuri Ruto, na kesho kutwa na kesho ingine. Je, tukichagua rogue president what will happen? What will happen? Kanisa nauliza, na naona jumbe zangu wanacheza tu. Oh, tusipangie nchi yetu mabaya. Tupangie nchi yetu kwamba kwenda mbele huko tutakuwa wazuri. Tunapanga mazuri. Tusiwahi kusema kwa mdomo yetu kutakuja na kiongozi mbaya huko mbele. Nataka tu confess kwa mdomo wetu kwamba kutoka hapa kwenda mbele au kutakuja kiongozi mwingine ambaye natakuwa mbaya. Hata hivyo, walipongeza hatua ya naibu wa rais William Ruto ya kuwasamehe waliomsaliti, huku kauli za umoja zikitawala kikao hicho. Swala la endapo Kenya litajiondoa katika mahakama ICC limikononi mwa wadau husika. Elvis Kosgei, KTN News, katika kaunti ya Wasingisho.